Umewahi kujiuliza jinsi msichana yatima alivyokuwa malkia na kuokoa taifa? Kutana na Malkia Esther, alizaliwa yatima. Maisha ya Esther hayakuwa rahisi, lakini hatima ilikuwa na mipango mikubwa. Alichaguliwa kuwa malkia wa Uajemi, lakini changamoto yake halisi kuwaokoa watu wake, wakati njama ya kuangamiza Wayahudi wenzake ilipoibuka, Esther hakukaa kimya alihatarisha maisha yake akifunua utambulisho wake kwa mfalme. Ushujaa wake ulisababisha ulinzi na uhai wa watu wake. Kuanzia msichana yatima hadi shujaa wa taifa, hadithi ya Malkia Esta ni ya ushujaa na hatima, msukumo wa kweli kwetu sote. Unataka kujua zaidi? Ingia kwenye historia na ugundue hadithi kama za Esta. Bonyeza kitufe cha like ikiwa umepata hii kuwa ya kutia moyo